Sisi viongozi wa mila wa jamii wa Maasai nchini Tanzania tukiongozwa na uzalendo, utu na dhamira njema kwa taifa letu, tunatoa tamko hili rasmi la kuunga mkono jitihada za uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, kwa ujasiri wake, hekima na maono ya kuili, kuendeleza taifa letu katika msingi wa amani, umoja, usawa na maendeleo endelevu tunatambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais katika kuimarisha ustawi wa jamii zote nchini, hususan jamii za wafugaji na makundi mengine waliyoko pembezoni pembe, pembe, kwa kuendeleza sera na mipango ya maendeleo inayoguza maisha ya wananchi moja kwa moja. Tunatoa wito wa jamii yote ya wafugaji wa Kimasai na wananchi wote kwa ujumla kujitokeza kwa wingi tarehe ishirini na tisa Oktoba 2025 kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa taifa letu kwa amani, utulivu na umoja, na kupiga kura kwa mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu. Chifu Hangaya, tuwe nguzo wa amani, nuru ya matumaini, na urithi wa thamani kwa taifa letu. Samia ni chaguo la amani. Tanzania kwanza, amani kwanza. Tunawapongeza sana sana sana. Ninafahamu tamko hilo mmelitoa nyie wenyewe, mkiwa mmeona na mkiwa mashuhuda wazuri wa kazi kubwa nzuri alizofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Bahati nzuri sana sisi jamii ya maan sio watu wa kwenda pembeni na serikali. Na moja ya vitu muhimu sana ambavyo binadamu yoyote anapenda ni kuthaminiwa, kuheshimiwa na kutambulika, kazi kubwa nzuri anayoifanya. Na nyiye malaigwanani, mmekuwa moja ya watu mnaofanya kazi kubwa nzuri, na ndio maana tukawathamini. Leo tumeamua kusimama hapa na tumewaikeni ninyi ili tuwaambie zile chokochoko nilizosema nilizosema kwamba kuna chokochoko choko eti kwamba tarehe ishirini na tisa kuna kitu inayoitwa maandamano. Leo hii mbele yenu na mbele za Mungu tunalaani kitendo hicho, kwamba hatutakuwa na maandamano yoyote. Hawa wanaotushawishi kufanya maandamano ni washamba sana, wako Ulaya, watoto wao wako mahali pazuri, wanatuambia sisi tuingie barabarani. nani mwehu kiasi hicho? Pia ya maandamano yanayozungumzwa hatuungi mkono, hatuungi mkono kama mara mbili, sisi kama wazazi, lakini zaidi sisi kama wanawake, maanake katika maandamano siku zote kutakuwa na shida nyingi za kifamilia, ambayo yakipatikana, mimi kama mama ndio nitakayeumia zaidi. Atapatikana mlemavu ambaye nitakuwa anamuuguza ndani. Atapatikana kipofu ambaye amesababishwa ndani ya ma maandamano yale. Kwa hiyo tunalaani na tunamuomba Mungu maandamano yasitokee kabisa. Naombeni wazazi wote tukatae haya maandamano yasitokee. Kwa nini yatokee sasa? Mbona hayajatokea ya wakati mwingine? Unapoona fimbo hivi nyeusi watu wanavyonyoshwa, wanaona asilimia themanini walioko hapa ni malaigwanani japo pia tumewaongeza e, wazee maarufu kutoka maeneo hayo kwa ajili ya ujumbe huu. Lengo kubwa ni kueneza ujumbe huu katika wilaya zetu zote Tanzania nzima na jamii yetu bila, kabla hata hatujakuwa na mtandao wa simu, lakini tulikuwa na simu yetu ya asili, tunapenyesha kila jambo na tunaungana kwa pamoja na tukishaamua inakuwa hivyo.